Bwana Yesu asifiwe sana ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo karibu sana katika kipindi cha saa ya faraja katika Kristo tunakuletea ujumbe wa kukufariji wa kukutia moyo na kukuinua mahali popote ulipo unapotutizama na unapotusikiliza na leo tunatoa sehemu yetu ya pili ya somo lile la siri ya kufunga na kuomba na tunatoa sehemu ya pili taongozwa na neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Danieli sura ya kumi mstari ule wa kwanza mpaka wa saba na ninatangulia kusoma kwa msaada wa Bwana. Katika mwaka wa tatu wa Koreshi mfalme wa Wajemi, Danieli ambaye jina lake aliitwa Beltshaza, alifunuliwa neno na neno lile lilikuwa kweli, maana ni vita kubwa, naye akalifahamu neno lile, akaelewa na, ma, na maono hayo katika siku zile, mimi Danieli nilikuwa nikiomboleza muda wa majuma matatu kamili. Sikula chakula kitamu wala nyama, wala divai haikuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta kabisa, hata majuma matatu kamili yaliyopita yalipotimia. Na siku ya ishirini na nne ya mwezi wa kwanza, nilipokuwa kando ya ule mto mkubwa Hidekeli, naliinua macho yangu nikatazama, na kumbe, mtu aliyevikwa nguo za kitani viuno vyake vimefungwa kwa dhahabu safi na uvazi. Mwili wake pia ulikuwa kama zabarajadi safi, na uso wake mfano wa umeme, na macho yake kama taa za moto, na mikono yake na miguu yake kama rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na sauti ya maneno yake kama sauti ya umati wa watu. Nami Danieli nikaona maono haya peke yangu, maana wale watu waliokuwa pamoja nami hawakuyaona maono haya, lakini tetemeko kuu liliwashika hata wakakimbia waka ili kujificha. Basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu ulijeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikusaziwa nguvu. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya ujumbe wa neno lako, tunaomba ubariki ujumbe wa neno lako juu ya watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kote ulimwenguni tunakusii kupitia ujumbe huu ukafungue mamia na maelfu ya watu warudi na kukujeukia wewe na wachukue hatua katika kukutafuta katika roho na kweli, katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba, Amen. Maombi ya majuma matatu ni maombi ya siku ishirini na moja, na katika neno ambalo tumelisoma la kitabu cha Danieli sura ile ya kumi mstari ule wa kwanza mpaka mstari ule wa tisa. Umeona namna Danieli aliweza kuomba majuma matatu na mfungo wa majuma matatu maana yake ni mfungo wa siku ishirini na moja ndio Daniel aliofanya, lakini alikuwa katika mto. Kwa hiyo unaona kuna namna alijitenga pia na watu, akakaa mtoni katika mto Hedekieli, alikaa mtoni, alijitenga na watu akajificha kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu, na alikuwa na wenzake ambao walikuwa wanaomba kwa pamoja. Danieli alikuwa na majuma matatu ambayo ni sawasawa na siku ishirini na moja. Mfungo huo ulikuwa hivi, unaruhusiwa kula chakula lakini sio chakula kitamu, lakini ulikuwa huruhusiwi kujipaka mafuta. Yeye hakujipaka mafuta, hakunywa kinywaji chochote kitamu wala chakula chochote kitamu. Katika muda huo wa majuma matatu, unakuwa kwenye maombi tu, ila unaweza kula kitu kilaini usiku na kunywa maji kwa huo muda Maanake kama sio ishirini na moja kavu, basi kuna vitu unaweza ukaruhusiwa kutumia kama maji, kama maziwa kidogo jioni, kufungua au uji mwepesi. Sasa unajua, kuna watu wengi wamejiuza mfungo kuwa ni adhabu, wanafanya maombi ya mfungo ile ya mfululizo. Kumbe wewe hujaambiwa ufunge kavu, matokeo yake unapata ulcers, au matokeo yake unapata matatizo mengine ambayo ya kiafya kwa sababu kitu ambacho Mungu hajakiagiza ukifanye Mungu hayuko katika hicho kitu. Ni vizuri ufanye kitu ambacho Roho Mtakatifu ameongoza. Sisi katika hili neno tunaona walifunga siku ishirini na moja, lakini sio kwamba walikuwa hawali. Wanasema walikuwa hawali chakula chochote kitamu wala kinywaji chochote kitamu wala walikuwa wajipaki mafuta. Kwa hiyo unaweza ukafunga hata siku ishirini na moja ukaacha kutumia hiyo simu nayo chati nayo kila siku. Siku ishirini na moja ni mfungo huo. Lakini ukaacha kula mchana na asubuhi, ukala tu jioni. Au unaweza ukafunga ukawa unakula tu mchana, usiku hauli kwa hizo siku, na unakuwa kwenye maeneo tengefu kwa ajili ya maombi, yani maeneo ya faraga. Sasa, mambo matano yatakayotokea kama utaweza kufanya haya maombi ya siku ishirini na moja, kama roho Bwana atakuongoza. Kwanza, utatembelewa na ufalme wa Mungu. Ukisoma Danieli sura ya kumi mstari wa tano Danieli alitembelewa na ufalme wa Mungu. Ndio maana anasema alimuona mtu mwenye macho kama umeme anayewaka kama jua, miguu yake ni kama shaba iliyosuguliwa sana sauti yake kama umati wa watu, eh, nywele zake zilikuwa kama nini, kama barafu zilikuwa zinang'aa kama barafu. Sasa unaona serikali ya mbinguni ilimtembelea Daniel duniani. Kwa hiyo, kuna tofauti ya ufalme wa Mungu kuja ulimwenguni na wewe, wewe kwenda kwenye ufalme wa Mungu akuchukuliwa katika roho akapelekwa juu ila kule juu walishuka kukutana naye. Kwa hiyo utatembelewa na ufalme wa Mungu hapa duniani. Kwa hiyo kuna maelekezo, Mungu atakutumia na unaweza, anaweza akajifunua ukamuona Yesu waziwazi mbili wazi. Utapewa majibu ya maswali yanayokutesa Danieli kumi kumi na moja. Unaona yule malaika alianza kum, yule, yule mtu mfano wa mwanadamu alianza kumpa Danieli majibu ya mambo ya ile nchi yake, lakini mwili wako, cha tatu mwili wako utatikiswa na roho mtakatifu atakuwa na nguvu ndani yako kuliko kitu chochote sasa watu wengi hawajui kwa nini huwa watu wakijaza roho mtakatifu wengine wanatetemeka hivyo <laughs> vitu viko katika biblia kutetemeka iko kwenye zaburi ya mia moja kumi na tisa mstari ule wa mia moja na ishirini mwili wangu wote unatetemeka kwa kucha wewe kwa hiyo unaweza ukashangaa mwili unatetemeka Danieli kumi wanane, nguvu, mimi, Danieli kumi mstari ule wa nane inasema kwamba wala hazikusalia nguvu ndani yangu mimi Danieli. Kwa maana yake alikuwa kama mtu aliyekufa, mwili wake ulilegea, alikosa nguvu kwa nini? Mungu sio kitu kirahisi sana cha kuzoeleka, akishuka mahali popote ulipo hautaweza kubaki kama ulivyo. Kwa sababu kuna wakati anaweza akaja kama moto. Mungu ni moto, Mungu ni moto ulao. Kuna wakati anaweza kuja kama simba. Mungu ni simba kabila la Yuda. Kuna wakati anaweza kuja kama jiwe kula pembeni. Bwana Yesu ni jiwe kula pembeni lilokataliwa na washi. Kwa hiyo akikutokea sio kitu kirahisi. Tatu, ni uhusiano wako na Mungu utakuwa mkubwa zaidi kiasi kwamba utasikia sauti, utasikia sauti yake tu bali utasikia na kuona. Danieli kumi mstari wa nane mpaka wa tisa hakusikia sauti ya huyo aliyefanana na mwanadamu, bali alisikia na aliona. Namba nne, utatengwa na watu ambao hawawezi kubeba ulichopewa ndani yako. Yaani, kuna watu unatangamana nao ambao hawawezi kubeba maono Mungu aliyoweka ndani yako, utatengwa nao. Unaona, ukisoma kwenye kitabu cha Danieli kumi mstari ule wa nane, anasema aliachwa peke yake. Kuna wakati Mungu anawaondoa watu ili kupata ukaribu wako na wewe, ukaribu wake na wewe lakini kuna wakati Mungu anawaondoa hawa watu ili kupata usikivu wako wa ndani. Lakini pia kuna wakati Mungu anawaondoa hawa watu kwa sababu anataka kusemesha vitu ambavyo ni vikubwa na anahitaji usikivu wako wa ndani. Lakini utapewa nguvu na maelekezo sahihi kwa hatua iliyopo mbele yako ambayo unaiendea una katika Zaburi ya mia moja na tano mstari wa nne Inas, na katika Zaburi ya mia moja na tano mstari wa nne nasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo hatua iliyoko mbele yako, utapewa nguvu ya kuendea hiyo hatua, na ukumbuke katika Wafilipi 4:13 inasema ninayaweza mambo yote katika yeye anipiae nguvu. Ipo nguvu kwa Yesu, ipo nguvu kwa Mungu. Kwa hiyo utapewa nguvu katika hatua inayofuata, lakini katika Danieli 10:10, uta, uta, ukisoma pale utaona. Kwa hiyo Mungu ana nguvu sana, jitahidi kuingia katika mfungo huu wa siku ishirini na moja. Roho Mtakatifu akikuongoza hivyo basi ana makusudi sana na maisha yako. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni tunakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu wa maombi haya ya mfungo wa siku ishirini na moja. Tunayaweka maombi haya mbele za uso wako tukiamini ya kwamba roho wako mtakatifu atamgusa msikizaji wetu na mtazamaji wetu popote alipo na ataweka alam ndani yake au kelele ambayo itamfosi yeye kuingia kwenye kufunga maana Bwana umesema mambo mengine hayawezekani pasipo kufunga na kuomba. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti kila atakayetazama Mkanda huu na kila atakayeona ujumbe huu auchukulie kwa nguvu, tunaachilia nguvu za Roho Mtakatifu kufunika ujumbe huu sasa na kuuisha, ili kila atakayeusikia ukalete mguso ndani yake na akafanye hatua za haraka za kuutafuta uso wako sawasawa na Yeremia ishirini na tisa kumi na moja na kumi na mbili ndivyo ulivyosema kwamba, maana Bwana, tutakutafuta na kukuona tutakapokutafuta katika mioyo yetu yote. Tunamfunika msikilizaji wetu na mtazamaji wetu katika jina la Yesu Kristo, na tunaomba kwa ajili ya wale ambao wana sadaka wanataka kuchangia kipindi hichi ili kiendelee kuwa hewani. Mungu wa mbinguni, tunakusii usiwapungukie wala usiwaache bali watetee na kuwapigania kwa namna ya ajabu sana. Mungu, milango ikawafungukie kila mahali, maana kwa kufanya hivyo wanasababisha neno lako lienee liene ulimwenguni kote. Katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru na ninakuinua amen. Basi unaweza ukatuma sadaka yako ya kuchangia kipindi hichi, au ushuhuda wa jambo Mungu alilofanya, kupitia namba ambazo zinapita hapo kwenye kioo cha simu yako, au kama unatumia iPad au kompyuta. Na Mungu akubariki sana, amen.